Shuleni enzi hizo uye anachalaza sio kuchapa. Anachalaza. Anachalaza. Basikeli ilikuwa noma. Mwalimu kapaki basikeli yake vizuri, si tukaiba baba. Yaani uwezi kumlazimisha mtoto wa sasa hivi asome kwa alivyosoma zamani. Kati kati ya kichwa, pindisha mkono. Mkono wako ukigusa hapa, wanakuambia sasa wewe unafaa kwanza Darasa Kwanza. Adhabu ya wanafunzi wote hapa darasani, nipige mimi mwalimu. Eh, akamwangalia yani, bonge la dada, bonge la dada. Ni Monica alikuwa bonge. Hatari, hatari sana. Tulenda kuiba karanga kwenye shamba la mwalimu, mwalimu wa shule alitulamba, Polycarp. Kidogo alikuwa mkali sana. Halafu alikuwa mwalimu wa istabu <laughs> <laughs> <laughs> Mtangazaji hachana na kitu kama hicho, kutoroka muda wa kipindi. Yani saa mbili tu nimefika shule nje, kinyume mimi narudi nyumbani. Smart girl, nilikuwa head girl shuleni shuleni enzi hizo. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa moja kamili usiku hadi saa moja na nusu usiku ni hapa hapa JN Power TV. Bwana mambo vipi bwana fresh kamkubwa unakwaje? mimi niko poa. kipindi wane ni shuleni enzizo, na wadau na watazamaji wanataka kufahamu enzizo shuleni, nini ambacho unakikumbuka mpaka hii leo bwana? Kwa upande wangu ni vingi, ila kikubwa zaidi ni kampani. ni kampani. Okay, kabla ya yote, mtazamaji anataka kufahamu wewe unaitwa nani? mimi ninaitwa Joseph Msemwa. na na tunazungumzia habari ya shule, mimi nimesoma katika mkoa wa Iringa, shule moja inaitwa Ilala ya msingi. Bwana anaitwa Joseph Msemwa, shule ya msingi amesoma mkoani Ilinga, shule inaitwa nini? Inaitwa Ilala. So, Ilala ya Dar es Salaam, bali Ilala iko mkoani Ilinga. Uh, Mr Joseph, anataka kufahamu siku ya kwanza mzazi anakupeleka kwenda kuanza darasa la kwanza, kwanza ulijisikiaje? Nilifurahi sana kwa sababu nilikuwa kimuhe na kimuhemuhe cha kwenda shule, nilikuwa nahisi shule ni bata, na kwa kipindi kile actually nilienjoy unasema kimuhemuhe, hebu nifahamishe kimuhemuhe ni nini Mr Joseph? Ham au shauku kubwa ya kwenda shule, nikiona wenzangu wanaamka asubuhi wanapikiwa chai, e, mimi bado nimelala, ni ah, naona nitakiwa niende shule, amenuliwa begi, mimi sina begi ah, nitakiwa niende shule. Hiyo ndio kwa sababu ya kwanza kutamani kwenda shule <laughs> okay. Uh, niomba uniambie la uh, ni matukio gani ambayo unayakumbuka mpaka hii leo na ndio kisa ambacho kimenifanya mimi mimi niweze Kufika, kufika, hapa kwako. Bwana jambo kubwa ni michezo. Na hiyo michezo ni ile ya utukutu. Nakumbuka shuleni kwetu kuna sehemu moja kwa amemwaga mapumba ya, ya, ya, mpunga. Kwa sisi tulikuwa tunatoroka shule tunaenda kuruka sarakasi kwenye yale mapumba. Kwa hiyo yalikuwa yanatusaulisha hata kuingia darasani, mwisho wa siku ikawa chanzo cha utoro. <laughs> Ya, kwa michezo ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwangu na nadhani na ilikuwa ni passion masuala ya sanaa, sanaa, sanaa ni vikwa ni vitu ambavyo unavipenda. Michezo nikipita sehemu kuna mziki nitaufuatilia mpaka unapokwenda, nasahau kwenda shule yeah. kwa hiyo <laughs> e, bwana huyu mwamba bwana, yeye alikuwa anapenda sana michezo. Kwa hiyo masuala ya masomo yeye alikuwa nasahau kabisa, anaweka ni kushoto. Mwisho wa siku tunafata mbele kwa mbele. Uh, ninaomba ni kufahamu Mr. Joseph, wakati unatega kwenda shule. Je, ni adhabu gani ambayo ulikuwa unaipata pindi unaporudi shuleni na wenzako wanakuwa tayari washafanya vipindi kadhaa mbele? Bwana, adhabu ambayo ilikuwa inanikwaza na ilikuwa inanipata baada ya kufeli kwenda shule ni kwamba lazima nitabaki kumwagilia maua au kufanya usafi kuzunguka shule. Kwa hiyo hilo jambo lilikuwa linanitesa sana, wenzangu wanaondoka, wanaruhusiwa, mimi nitabaki shuleni. Hilo lilikuwa linanitesa sana. Bwana, Mwamba anasema kwamba zile adhabu za kumwagilia ni, ni maua ya shule nzima. Unavijua ni, ni viunga wewe. Unajua ni, ni maua kalanga, maua vitenge, maua saa sita. Watoto wa siku siku hizi vitu hivyo hawavijui. Tunapanda skulu basi, hatuna ufagio wala hatuna kidumu cha nini? Ni cha maji. Wao wanakalia gari na kutana na nini? Na, mm, na gari. Okay, Mr. Joseph Msemwa. Ah, uh, Imekuwa tunakuwaga na marafiki shuleni, marafiki wa aina tofauti tofauti. Uh, unaweza ukajutia ukajutia kwa marafiki ambao ulikuwa nao shuleni, au ni marafiki wa aina gani ambao ulikuwa unawafurahia shuleni? Bwana, miongoni mwa marafiki ambao nilikuwa nao zaidi zaidi, kwangu mimi nilikuwa ni furaha. Kwa kujutia walikuwa wachache, kwa sababu niliweza kuwaepuka mapema, ila wengi niliokuwa nao ilikuwa ni furaha, kwa sababu akili zetu ziweza kuendana. Kama ni kutoroka, tulikuwa tunashauriana kwa pamoja, tunatoroka. Kama ni kuingia darasani, tunashauriana kwa pamoja tukiwa na marafiki tunafurahi. Ile inategemea ni marafiki wa aina gani? Je, yeah, hao marafiki unaendana nao. Kwa hiyo tafuta kiatu saizi yako ili uweze ku enjoy Msemwa. Ah, na naomba kufahamu ni mwalimu nani ambayo shuleni alikuwa ni moto? Kwa nini mkimwona mnamwogopa? Bwana, kulikuwa kuna mwalimu mmoja amefuga ndevu iko hapa. Huku kwingine kote ana ndevu yake yeye akaiweka hapa anaitwa mwalimu Chazua. Mwalimu Chazua. Yule atakishika kipindi shuleni kwamba ndo zamu yake ya kusimamia wiki ile. Ah, shughuli nzito. <laughs> Yaani ilikuwa shughuli nzito. Na unaweza kukumbuka sasa huyo mwalimu yuko wapi? Bwana, juzi juzi hapa kuna rafiki yangu mmoja alinitumia picha yake akaniambia unamkumbuka una huyo? Nikacheka sana, namkumbuka fulani, yupo akaniambia yupo. Kwao, naamini bado yupo mkoa wa Iringa. Hebu niambia okay, huyo mshikaji uh, ambaye unashare naye hizo, hizo, hizo moment. Huyo mshikaji anaitwa nani na yuko wapi na anafanya nini kwa sasa? Huyu jamaa wangu bwana, anaitwa Yohana Kiando, yeye yupo mkoa wa Iringa na ni dereva bodaboda, anaendesha bodaboda, anaendesha maisha yake kwa namna hiyo. Ebwana, mshikaji amekukumbuka, mshikaji anasema kwamba mnapeana moment za way back yuko. so tuendelee kusapotiana tuendelee kupendana ili amani iweze ni, ni kudumu. Joseph Msemwa, uh, ni adhabu gani ambayo ulipewa kipindi ulipokuwa shule na ukasema kwamba hii adhabu, huyu mwalimu huyu? Wewe acha tu bwana, adhabu ni sio isao ni moja kwa mkubwa naweza kwa kama adhabu, lakini kuna mwalimu mmoja alitokea kunipenda akasema, sasa nataka nikufanye kama mwanangu, nikusimamie katika masomo, nihakikishe unafaulu. Yule mwalimu bwana alifanya kitu kimoja kilikuwa ni cha heshima sana na cha hekima, lakini kilichotokea ni kwamba akataka ile ule uzazi sasa amshirikishe na mzazi wangu mm, kwamba kamwite na baba. Sasa kile kitendo cha kumwita na baba, akamweleza huyu hivi na hivi na hivi, ni michezo inamsumbua darasani, lakini uwezo wa akili anao. E bwana, alikuwa amezoa kizaaza, maana adhabu niliopewa na mzee mule ndani, mpaka mwalimu ikabidi aamlie sasa <laughs> kwamba mzazi atuone hivyo mtoto atupige <laughs> hivyo maana ona mzazi alikuwa anapiga vifuti vya Pepsi kimekila kitu noma sana yani ah nikikupukaga ile issue mpaka mm. mwalimu akasema hata tukiita wazazi wewe kwa kwako usimlete kwa usimlet. hiyo <laughs> mzee ah, alikuwa hatari sana <laughs> kwa hiyo masuala ya adhabu ah, tena sikia unafanya mambo ya uzembe. Mm. Yaani bora ionekane bahati mbaya. Lakini akishagundua kwamba huyu ni uzembe eti anashindwa mm. kusoma ni kwa sababu anacheza na ilikuwa ni changamoto kwake. na na ni somo gani ambalo ulikuwa unalipenda sana kipindi huko shule ya msingi? Mimi bwana, somo nililolipenda, kwa napenda sana historia. Historia historia hivi kusoma soma, kusikia kuna hiki kuna lile. mm. mimi nilikuwa navutiwa sana, kuna wakati natamani ichi kipwe kiko maeneo fulani, nilikuwa natamani sana, kwa somo la historia nilikuwa nalipenda sana okay. na ni, kipindi gani ndani ya shule ambayo ambacho ulikuwa unakipenda E bwana, kipindi ambacho nilikuwa nakipenda mimi ni kipindi cha mapumziko. Nikisikia ngenge ngenge, basi pale ninawaza nikanua mandazi nikanua nibagia Ha hey, kipindi like, hicho ni bagia tunauzia shilingi tano shilingi kumi Mmeelewa? Yes, tunakula. Mr. Msemwa, nataka uniambie, ulipokuwa shule, je, ni mchezo gani ambao ulikuwa unapendea sana kucheza? Kwa kipindi kile, actually, vijana wote au watoto wote tulikuwa tunapenda kucheza mpira wa miguu. Ulikuwa ni kama jambo ambalo lipo tu, tutacheza, lakini mbeleni, ndio baadaye tunaanza kujua kumbe mpira sawa, tumecheza lakini kwa ni mkumbo kitu changu ni kitu fulani. Okay. Sasa ni kitu chako kilikuwa ni nini nje ya mpira? Mimi bwana, baada ya kutoka pale nikaja kugundua kwamba mimi mina kipaji cha kuimba. Mimi ni mwimbaji mtunzi, mwandishi. Kwa hiyo baadaye nikaja kugundua ah, mpira nilikuwa nacheza, lakini muziki ndio sehemu yangu. Ina maana mpaka sasa hivi unafanya muziki? Yeah, nafanya muziki. Unafanya muziki wa bongo flavor, hip hop, ni singeli, dance, unafanya muziki gani? Kwa bahati nzuri mimi naimba gospel. Unafanya gospel music. Gospel? Gospel music, mziki na upenda, napenda sana kuimba zuku mm. lumba mm. Yeah, kwa gospel music, hapo niko vizuri zaidi napenda na, namshukuru Mungu na nafasi hiyo <coughs> e, mtazamaji anataka aone sio si, tu asikie tu uongea tu, mtazamaji anataka aone, je ni kweli bwana, kile kipenzi chokwanacho ee akaamua kuchagua ni kweli mwimbaji? Bwana, hebu utuimbie kidogo, mtazamaji m, m, aweze kuona uwezo sawa. Aimbalumba nasema yes, yes. inguluvi yangu inumbula changu jikwenda sinaga, mwingine wakufanana nawe ukovu, mara moja kinachobaki ni kukuria, mana chanza cha imani nahuja kwa kusikia, usichoke kungoja Mungu wako wanakujua wewe baki na imani, kesho yako utajibiwa. Ah, itunze imani, itunze imani bwana. Na namepia ntajifunza kuimba. Na ni nyimbo gani kipindi ulipokuwa shule mlikuwa mnaimba na unaikumbuka mpaka leo? Uniimbie kidogo. Ah, bwana, nilichokuwa napenda labda kucheza nilikuwa nikizisikia mm, napenda kucheza sasa. Unajua, sisi ni wanafunzi wa kipindi kile, mm. awe mama we, unge kuwa, unge kuwa, nyaje. Wow. Awe mama we ungekuwa na lala chini bwana, kipindi ani ni, ni shuleni enzi hizo, na leo nilikuwa na Mr. Joseph Msemwa. Tumeyapata machache kati ya yale mengi ambayo alikusudia siku ya leo kutusikilizisha katika mas masikio yetu na kuweza kutuonyesha. Na saizi hapa ameonyesha uwezo mkubwa wa kuimba bwana, huyu ni mwamba kabisa. Mimi ni kushukuru sana brother, sana sana. Shala uti anasema, shala uti, yeah. <laughs> yes yes, nyuma kamera ni eh, anaitwa Abduli from Morogoro, pande za Mahenge. Kwenye maiki ni yule Gudrak Mluma. Kipindi wane ni shuleni enzi hizo, jnpoa TV. Cocho shuleni enzi hizo, yule anachalaza, sio kuchapa, anachalaza, anachalaza. Anachalaza. Ushaimwibia hadi basikeli, baskeli ilikuwa noma. Mwalimu kapaki baskeli yake vizuri, si tukaiba situkaiba. Yaani, huwezi kumlazimisha mtoto wa sasa hivi alivyosoma sasahivi. Kati kati ya kichwa, pindisha mkono, mkono wako ukigusa hapa, nakuambia sasa, wewe unafaa kwanza <laughs> kwanza. Adhabu ya wanafunzi wote hapa darasani. Nipige mimi mwalimu. Eh, kamwangalia, yaani e, bonge la dada bonge la dada. <laughs> Ni Ni alikuwa okay. Bonge hatari. Hatari sana <laughs> Tulienda kuiba kalanga kwenye shamba la mwalimu, mwalimu wa shule. Alitulamba, <laughs> Paul Karp alitulamba kidogo, alikuwa mkali sana, afu alikuwa mwalimu wa hesabu ah! <laughs> Mtangazaji, achana na kitu kama hicho, kutoroka muda wa kipindi, yani saa mbili tu nimefika shule, nje kinyume, mimi narudi nyumbani. nilikuwa smart girl, nilikuwa head girl shuleni Shuleni enzi, enzi hizo kila siku ya Ijumaa kuanzia saa moja kamili usiku hadi saa moja na nusu usiku ni hapa hapahapa je.